Ni haki yake, alikuwa anagombea haki yake. Ni kwa sababu gani yapigwe? Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, lakini wamemnyonga, wamemuua, tena amefunga na haki yake imechukuliwa. Ni kwa sababu gani? Tumechoka kuonewa. Kama viongozi wa kijiji imeshindikana, basi mama Samia na tusikie, kwani mtuonee wewe. Juzi nimelima shamba langu, nimeliwa lote, sijaambuli hata chochote na chochote sijapewa. Alishagombana na masai kila muda, lazima afike shambani kwake na alishawambiaga kwamba jamani, mimi sihitaji ng'ombe sihitaji ng'ombe. Ng'ombe ziliingia shambani kwake akajaribu kuzuia, alipozuia alipo, alipozuia zile ng'ombe ndio mwingine akaja akam, na, akamgonga aka kirungu nyuma, kumgonga kirungu nyuma, alipoanguka ndio akaanza kumchana chana visu mwenye mikono, hatimaye umauti umemkuta. Akaja ndugu yake kutetea babu yake, mjomba wake kutetea, naye wamgonga, ndio yuko hospitali mpaka leo. Mimi mwenyewe ninayoongea, tarehe moja mwezi wa pili mwanangu alitaka auawe baada ya kuzuia ng'ombe kupita shambani kwangu. Huyu baba wa Masai walipofika kuingiza mifugo kwake alijitahidi kuizuia. Baada ya kuizuia akiwa na mdogo wake, ndipo wakaanza kumshambulia. Wamemshambulia, akabidi akawa na fahamu ya kutoa simu akampa mdogo wake kwa tafuta mawasiliano kwa tuweze kupata msaada yule baba alivyokimbia ili amsaidie kaka yake, ndipo huku wakachangamka na kumkata kata, wakamumalizia. Umeona, kitendo kimetuumiza sana hicho. Sisi sio kama hatuwataki wa Masai, tunachotaka ni mifugo kama wao hawana adabu ya kulinda vizuri mfugo. Unachungwa sasa, wanashindwa kuchunga vizuri. Hebu jamani, hili lifike mwisho. Tunafika kwenye viongozi wetu huku, hatupati msaada unaostahiki. Tegemezi langu mimi lote na wanawake wenzangu ambao tuko huko kijijini Tunategemea niende shamba ndipo nipate riziki na familia. Nina familia hapa nilipo sasa, ninapolima wanangu wapate chochote. Wanakuja kuingiza mifugo jamani, alafu kauli nzuri hawana. Ina maana jawabu lao ni kukamata kirungu na kukubonda. Sisi tunaonekana ni wabovu, hatusikilizwi, hatuna haki. Tunaomba msaada wenu, mtufikishie mbele, ikiwezekana hata kwa rais lifike hili swala. Kijiji cha Lubungo ni sugu kwa wafugaji na wakulima, watu wanakufa. wana kijana mmoja alipigwa, alikufa, huyu wa pili tena. Wengine wa kupigwa ngeu ni wengi. Matukio yote tunayaleta kwenye ofisi yetu hapa hivi. Mimi mwenyewe nilipigwa na nikazimia. Kwa majina naitwa, anaitwa Martha Stanley Kamaiko, mtendaji wa kijiji cha Lubungo. Kilichotokea jana taharuki kati ya wakulima na wafugaji, wafugaji waliingiza mifugo katika shamba la mkulima ikapelekea kusha, kumshambulia yule mkulima hatimaye kupelekea kifo chake. Ndio kama unavyoona wananchi wameandamana wa wakafika mahali hapa, lakini waliongea na viongozi wetu akiwepo mheshimiwa diwani na sasa tarafa. Mheshimiwa diwani kawaomba, ameongea na familia kwamba wakubali kuchukua mwili wa marehemu wakazike, lakini pia serikali inaendelea na taratibu zingine za uchunguzi wa wale waliofanya hilo tukio ili kuhakikisha wanachukuliwa hatua. Tukio ya wakulima na wafugaji sio la kwanza, lakini kwa kifo ni la kwanza. Matatizo haya yamekuwa ya ya muda mrefu, na hii inatokana na idadi kubwa ya wafugaji na idadi ya mifugo yao pia ambayo wanayo, sio rafiki na sisi. Kwa nafasi yetu tumeshajaribu mara nyingi kuchukua hatua na kutoa taarifa kwa viongozi wetu wenye mamlaka ya kushughulika na jambo hili, lakini kwa bahati nzuri ama mbaya, kabla hatua hizi hazijafikia katika lengo, maafa haya yametokea. Tumekuwa na changamoto katika usimamizi kwa sababu wao wafugaji wanakuja wananunua maeneo kwa wananchi, mwisho wa siku wanaleta ng'ombe. Kwa sababu kwa mujibu wa mpango wetu matumizi bola, Lubungo, wa matumizi bora, wafugaji wanaotambulika hapa Lubungo ni wafugaji wale ambao wanaitwa zero graze, yani wanafuga katika eneo lao, yani una ekari 100 basi, unapaswa kukaa na ng'ombe wanaweza kuhudumu ndani ya mwaka katika ekari zako hizo 100. Cha ajabu hata hao wenye maeneo makubwa bado wamekuwa wasumbufu kwa wananchi, kwa sababu idadi ya ng'ombe wao ni wengi zaidi kuliko mahitaji.